Okay. Uh, ukweli ni kwamba kila kitu ambacho kinafanyika mbele ya mtoto, kila kitu ambacho kinafanywa mbele ya mtoto, awe ni mzazi au anafanya au awe, awe ni watu wengine ambao wanafanya kwake, huwa ni darasa. Chochote kinachofanyika mbele yake kinakuwa ni darasa, kwa maana kuwa inakuwa ni sehemu ya yeye kujifunza. Swali la kujiuliza ni kwamba je, unafanya nini ukiwa mbele ya mtoto wako? Unasikiliza nini ukiwa mbele ya mtoto wako? Unafanyeje ukiwa mbele ya mtoto wako? Unaona nini ukiwa mbele ya mtoto wako? Kwa chochote ambacho unakifanya mtoto wako akiwa anakiona, kinakuwa ni sehemu ya kujifunza. Asilimia sabini na tano watoto hasa hawa ambao ni wadogo wanajifunza sana kwa kuona zaidi ya kusikiliza zaidi ya kuweza kufundishwa viona, kwa vile wanavyoviona ndivyo vinakuwa ni sehemu ya wao kuwa darasa. Ni muhimu sasa, kama mzazi, kama mwalimu, kuweza kujifunza uh, kufanya vitu ambavyo ni vizuri mbele ya mtoto, vitu ambavyo vinaweza vikawa ni sehemu ya kumhamasisha vitu ambavyo vinaweza vikawa ni sehemu ya kumsaidia uh, kuishi katika hatima yake iliyo njema. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni kwamba kuna watoto wengi sana wamejikuta wapo wanaingia kwenye vitu ambavyo pengine hawakupenda, lakini kumbe chanzo uh, walipata somo kutoka kwa watu ambao wanaishi nao, walipata somo kutoka kwa wazazi wao, walipata somo kutoka kwa walezi wao wala ambao wanaoangalia klasiku Unaweza ukaona kwa mfano, kuna watoto ambao wamejiingiza uh, kwenye tabia fulani, na yote hii ni kwa sababu waliona baba na mama wanafanya, waliona watu wanaozunguka wanafanya, wanaweza labda wakawa waliona katika mitandao ya kijamii, wakaona kwamba kuna moja mbili tatu kinafanyika. Kwa hiyo na wao baada ya kuona wakasema let's try this, kwamba hebu tujaribu hiki, kwamba kitakuwa na madhara gani, kitakuwa na impact gani kwenye maisha yao. Kwa hiyo chochote ambacho wanachokifanya mbele ya mtoto wako kinakuwa ni somo. Kwa hiyo tafakari sasa, huwa unapenda kufanya nini Huwa unapenda kusikiliza nini ukiwa mbele ya watoto wako? Kwa kama somo ambalo utataka uweze kuona matokeo yake akiwa ni mazuri, hakikisha sasa unafanya vitu ambavyo ni vizuri, unafanya vitu ambavyo vitaweza kumsaidia mtoto, utafanya vitu ambavyo vitakuwa na matokeo mazuri kwa mtoto akiwa mbele yako anakutazama. Leo tuna wazazi wengi sana ambapo vitu ambavyo wanavyofanya mbele ya watoto